Kama tulivyozungumza pale Rutana mara ya mwisho, mimi na makamu wangu mwenyekiti wa bodi, tulisema tunaenda kutengeneza kitu kizuri kwa ajili ya wanachama na mashabiki wa Simba, na tangu wakati huo tumekuwa tunafanya kazi usiku na mchana kujaribu kuchakata, eh, kupata eh, kampuni zenye uhakika wa kuweza kutengeneza kadi za wanachama wa Simba. Tuliwaambia kwamba tunakuja kutengeneza kadi ambazo ni za kisasa, kadi ambazo zitakuwa e, zinafanana na klabu kubwa kabisa a, barani Afrika, Simba Sports Club. E, napenda kuwafahamisha kwamba e, bodi ya wakurugenzi e, wa Simba imeteua e, kampuni ya Mainstream Tanzania Limited eh, kuwa kampuni itakayotengeneza mifumo au mfumo wa kadi za kisasa za kileo za Simba, lakini pia imeteua kampuni ya Nexus Pesa eh, Company Limited ambayo pia itakuwa inatoa hizo kadi ni kadi za kisasa aina ya Visa. Kwa hiyo hizi kampuni mbili kwa kushirikiana na Simba zitafanya kazi usiku na mchana kuhakikisha kwamba hizi kadi zinatolewa zina haraka iwezekanavyo. Sasa mchakato, jinsi gani tutaanza kuanzia hapa mpaka siku ya kwanza ambayo tutafanya tukio kubwa la kutoa kadi, kulaunch kadi ya kwanza ya kisasa aina ya visa kwa wanachama wetu, taomba nimwachie makamu wangu mwenyekiti ambaye mwenyekiti wa klabu eh, akiwa mwenyekiti wa klabu, mimi ni mwanachama, mimi mwanachama wake, yeye sasa ndiye ataeleza nyinyi wanachama, maana pamoja na mimi hatua hizi fatazo tutaweza kuzichukua mpaka siku ya kwanza ambayo kadi itatoka sokoni kwa mara ya kwanza itakuwa ni babu kubwa, itakuwa ni kadi ya hatari sana. Lakini pamoja nasi tunao wawakilishi wa hizo kampuni. Baada ya kutangaza mwenyekiti ratiba yote, kama kutakuwa na maswali ambayo yatahusu wao kuhusu hizo kadi, wataweza kujibu, kuhusu mifumo wataweza kujibu, pamoja na sisi Simba Sports Club ambao tupo hapa leo. Kwa hiyo naomba nikaribishe mwenyekiti wangu wa klabu uweze kutoa hiyo timetable timeline, na yote kuhusu maandalizi yatakavyoenda kwa ajili ya matawi na wanachama waliopo na wapya. Karibu sana wao ah. <laughs> <laughs> wanakuja kwa ajili ya kusikiliza maneno, <laughs> sio kucheka kucheka, imo pia ndio eh. Eh, maana na mimi wananichukua kama kikatuni hiyo <laughs> kwa... <laughs> <laughs> Sijasema ah, mimi najielezea mimi mwenyewe eh, nashukuru sana mheshimiwa mwenyekiti wa board uh, ni kweli kwamba tumeingia katika makubaliano na wenzetu wa pamoja na Nexus Pesa. Utaratibu kama tulivyosema, utoaji wa kadi za Simba unazingatia katiba yenyewe ya Simba, kwa maana utaratibu utakwenda vile vile katika mchakato wa kuanzia katika ngazi za matawi uh, na kuja mpaka uh, makao makuu kwa ajili ya kupata hizo kadi. Kila mwanachama ambaye atafanya enrollment hiyo ataipata kadi yake katika eneo lake kwa utaratibu ambao tutakubaliana kwa sababu kuna makampuni mengine ambayo tunaendelea na majadiliano nao kwa ajili ya ya ya kufanya delivery ya hizo kadi. Zaidi ya hapo tu kwamba ni wakati mwafaka kwa wanachama uh, haswa kwenye ngazi zile za matawi, kwa sababu tutaanza na usajili wa matawi muda mfupi kuanzia sasa, ili matawi yale yawe registered, yaeleweke yalipo na viongozi wake, na tutaleta document ambazo zitakuwa zinaainisha sasa orodha ya wanachama katika hayo matawi, na ili awe matawi ambayo yanaeleweka, sio tawi ambalo mtu anatembea nalo mfukoni anasema mimi mwenyekiti au katibu wa tawi ambalo halijakuwa limesajiliwa. Ama target yetu uh, kadi ya mwanzo itakuwa ni siku ya tarehe 27 mwezi wa 3 mwaka 2026 tunafanya hivyo kwa sababu kuna mambo mengi na taasisi nyingi ambazo zinatakiwa kuhusika kwenye maandalizi ya utoaji wa hizo kadi. Ilikuwa ni muhimu sana kuwatangazia utaratibu huu ili wale ambao tumewapa majukumu watakapokuwa wanawasiliana na taasisi zinginezo basi wawe ni watu ambao wamepata idhini ya klabu, na tumetangaza kwamba tumewapa idhini. Si rahisi kumwambia Nexus wafanye utaratibu wa mchakato wa kadi au kuambia mainstream watengeneze mfumo wa uendeshaji, uh, wanachama na kadhalika, bila ya kuwa wamepata idhini inayotambulika. Simba ni taasisi kubwa, ni lazima tujenge uaminifu na uadilifu kwa watu ambao tunashirikiana nao, na ni jambo la wazi, na mchakato ulienda kwa mujibu wa taratibu za nchi yetu na kwa mujibu wa sheria za nchi yetu. Kwa hayo mm -hmm. machache mheshimiwa mwenyekiti, nashukuru sana. Labda kama ulivyosema, uh, nitaomba ulizie tumkaribishe mwenzetu wa Nexus kama analo la kusema, na mainstream group wanalo la kusema. Kama kutakuwa na maswali tutajibu. Asante jamani, barini ya mchana. Uh, kama alivyosema mwenyekiti, kampuni yetu ya, tu ya mainstream group. Uh, leo tumeingia makubaliano na Simba Sports Club kwa ajili ya kutengeneza mfumo wa kuwezesha wanachama kutambulika na pia kupewa kadi zao za wanachama. Uh, jambo moja ambalo tunaahidi kwenye upande wa teknolojia ni kwamba utakuwa ni mfumo rafiki ambao unaweza ukatumika na mtu yeyote mwenye simu janja, mwenye simu ya kawaida lakini pia anayetumia mifumo mingine kwa mfano kama website. Kupitia kwenye mfumo huu wa Simba. Uh, kama alivyosema tutawezesha matawi kujisajili wanachama kujisajili, lakini pia tunaiwezesha Simba kuweza kupata taarifa mbalimbali. Kwa hiyo uh, mimi yangu ni machache, lakini kwa majina kama nilivyoanza kujitambulisha, naitwa Deogratius Mosha, ni mkurugenzi mwendeshaji wa kampuni ya Mainstream Group. Asante sana. Yeah. Amewaulizia sasa makamu, yeah, mwenyekiti. Okay, kampuni yetu ya Mainstream Group ni kampuni ya Kitanzania na tupo Tanzania kwa zaidi ya miaka kumi. Tunafanya kazi kubwa sana kwenye upande wa mifumo ya mabenki, mifumo ya mitandao ya simu, na tunasema kwamba ni bahati tuliopata kushirikiana na Simba kuweza kufanya kazi iliyotukuka kwa ajili ya washabiki na wanachama wetu wa klabu ya Simba. Sante. Kama kuna swali swali anayemhusu akiondoka ile akiondoka aondoke kabisa. Swali lipo, naona hapo. Kwa kufahamu nchi yetu ni kubwa, wanachama wa Simba ni wengi ie, kama kampuni mmejipanga vipi ili kuweza kuwafikia wngat moja yeah, right? Okay, nashukuru sana aa, kama tulivyosema ni kwamba makamu mwenyekiti ameelezea utaratibu kwamba kadi hizi zitafika kwenye matawi na usajili unaanzia kwenye levo ya tawi kwao. Mimi nikiwa ni mwanachama wa Simba, labda wa tawi la Gongo la Mboto au nikiwa Tandahimba, nitajisajili kupitia kwenye simu yangu, lakini usajili ule utaanza kupitishwa kuanzia kwenye levo ya tawi mpaka level ya taifa. Subscribe, comment and share Kalamu TV Online.